Naenda ndio, nikajua hapa kuna onyo, nikapiga magoti. Ndo maana tunasema tujazwe Roho Mtakatifu, kuna raha. Ukikosea pasipokujua, anakuelekeza, maana anakupenda. Nikamwambia Baba, nikapiga magoti, nikasema, Baba, nimeua. Kasema ndio, kasikia sauti asema ndio. Nikamwambia, kwa namna gani? Akasema jana ulivyomse kaka, mimi nilikutazama kama muuaji. Amen. Kwa sababu mtu msengenyaji, mimi namtazama kama muuaji na jehanamu inamhusu. Kasema aliyeua kwa bastola, aliyechoma mwenzia na kisu, na wewe uliosengenya, wote ni wauaji, wote jehanamu inawahusu. Nikawambia sawa baba, nifanyeje? Bwana Yesu asifiwe. Usisinzie jamani. Amen. Anasema nikamwambia baba sawa. Nikaanza kumuuliza: sawa nifanyaje? Kasema tubu dhambi ya uwachi. Nikamwambia nitubuje? Nikapewa kufunga kavu moja ili kutubia hiyo dhambi, Kulipa gharama. Wapo watu wanakwepa gharama. Bwana Yesu asifiwe. Nikamwambia sawa, baba nimeelewa. Nikamwambia je, na yule niliyesengenya naye? Akasema sijamtokea yeye, nimekutokea wewe. Wako wanaona maono, wanaota ndoto, wanashirikisha wenza, tunaambiwa tufunge. Tufunge ndo alivyokuambia umwambie, na huyo, kama amekusemesha wewe, ingia mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Kama anataka kundi, mwambie thibitisha. Bwana Yesu asifiwe. Nikawa nimemwelewa. Mwenzangu yule sijampigia. Sasa nikamuuliza, niambie maana yake nini? inatoa miguu juu ya kaburi maana yake nini? Akasema hivi, hakuna dhambi ambayo mwanadamu ataifanya chini ya jua akaificha akaifunika mi Mungu nisione. Unaweza ukafanya dhambi kwa siri kwa kificho, unawaficha wanadamu, unamficha mchungaji wako, lakini Mungu je aonaye sirini? Huwezi kumficha unatoka ama. Unafikiri huku Mbeya ni mbali lakini kwa Mungu ni sawa na unazini juu ya bati. Bwana Yesu asifiwe, huwezi kumficha. Kanambia huwezi kufanya dhambi ukanificha mi Mungu nisione. Haleluya, utamu wakuwa na Roho Mtakatifu huo. Ah, ne utamu wa uokovu. Bwana Yesu asifiwe. Ah, yeah. Sasa kaa vizuri, nikupe ushuhuda wa siku za mwisho nilichoonyeshwa. Tunajua tuko nyakati za mwisho. Ah, yeah. Jana nikasema Roho Mtakatifu ameniambia kwamba yote yalotabiriwa yametimia, yote tunasubiri jambo moja tu la unyakuo wa kanisa. Amen tu kanisa liondoke, yote yapo yameshatimia, yeah. Bwana Yesu asifiwe. Ni wakati wa we kujipeleleza wewe binafsi na kujiweka sawa kwa ajili ya safari hii ya kwenda mbinguni. Dakika yoyote na saa yoyote, parapanda inalia, utakutwaje? Ni wakati ndo wa kujiandaa. Na kuchukia dunia maana sio yetu. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Hatondoki na magari, hatondoki na watoto, hatondoki na uume zetu. Haleluya. Nimemwona Mungu kwenye maisha yangu. Bwana Yesu asifiwe. Si simnaniona hivi nilivyo. Nimeolewa hapa bado bibi harusi jue, Baba yangu shahidi. Huu ndo mwaka watatu kwenye ndoa. Nilikuwa mjane lakini Mungu amenipa mume. Amen. Usikate tamaa, wewe usivunjike moyo. Mungu achele wala hawai tumika. Fanya kwa uaminifu kwa Yesu, kuna lipa na chenchi na ruti. <laughs> Haleluya <laughs> Mimi nilichukua maamuzi magumu, nikaambia Mungu mimi bado nisija nikakutenda dhambi, bora tu unipe mume. Bwana asifiwe, nimepewa mume mzuri, anamjua Mungu. Iahuyu Roho Mtakatifu. Sasa maono ya siku za mwisho, nimeona hivi nikaona, nimeamka asubuhi, lakini siku imekuwa ni ya tofauti haijawahi kutokea duniani. Ilikuwa ina utulivu, upepo hauvumi, ndege hawalii, sisikii sauti ya akipiga kelele mta them...